Bwana mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unamfahamu mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Sishikiki Sikamatiki. Huyu bwana, ni ex-girlfriend wa Harmonize. tunamfahamu hivyo kwa sababu tunakumbuka kipindi kile ambapo Harmonize alivyo, baada ya kutoa nyimbo ya uh, single, tunaona baada ya kama miezi minne mitano mbele, akaja akaachiaga ngoma nyingine kabla hajaingia katika mahusiano na, na Poshi, kuna ngoma ilikuwa inaitwa Namficha ile ngoma yanamficha bwana, ndo pale tuliona ukaribu wa Sishikiki na Harmonize ukiwa umedumu, na gari ya Sishikiki ilikuwa inaonekana pale Konde Village, ilikaa kama kwa siku mbili vya utatu, watu wakawa wameshaelewa kwamba kuna jambo linaendelea kati yao. Inasemekana actually. Umeona bwana? Kwa hiyo watu wengi sana wamekuwa wakimnoti au wakimkoti huyu Sishikiki kama ex girlfriend wa Konde Boy. Sasa, hivi karibuni, inaonekana kwamba huyu Sishikiki bwana huenda akawa yuko na utani na Babalevo kwa sababu tunafahamu kwamba huyu Sishikiki watu wengi sana wamekuwa wakimsema huko mitandaoni kwamba yeye bwana alikuwa na sura, alikuwa na pua pana, alikuwa anafanana na, na Loiza Mbutu na vitu vingine kama hivyo, kitu ambacho kikamfanya huyu mwanadada akaenda kufanya plastic surgery, inaitwa rhinoplasty, yani ameenda kuchonga pua isiwe nyembamba isiwe, pa, isi, sorry, isiwe pana iwe nyembamba kama Michael Jackson. Na huyu dada sasa hivi amerudi na ameanza kupona na sura yake imenyooka na pua imekuwa mchongoko. Sasa watu wengine wakaanza kumsema tena kwamba pua yake bwana, eh, kuna watu hapa wameanza kumsema tena kwamba pua yake imekuwa kama, watu wengine wakaanza kumsema kwamba pua yake imekuwa kama Michael, wengine wakaanza kumsema kwamba sijui pua yake imekuwaaje. Kwa hiyo maneno yamezidi tena. Sasa Huyu hapa si mwingine bali ni Baba Levo, naye pia ameingia humo humo, ameandika hapa kwamba sishikiki kawa kama mnyoo, alafu akakaa emoji ya kucheka. Umeona bwana, yani huyu Baba Levo amekuja kumchana hapa, sishikiki, kwamba amekuwa kama mnyoo, alafu eh, akakaa emoji za kucheka. Sasa hapa katika Alafu katika caption hapa akaandika kwamba sija sajari nyingine bwana, kaka emoji nyingi sana umwambie da. Hivyo dada wa watu amekuja, amesema, bwana, Baba Levo ni mgomvi isatambu huyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba e, bwana watu wa Kigoma sio wanafiki, wanakuambia ukweli. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo, umeona bwana. So, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Unazungumziaje hiki alichokizungumza baba Levo kuhusiana na sisi kiki e, kufanya sajari? Amesema kwamba amekuwa kama mnyo. Wewe una maoni gani? Weka maoni yako, tutakao tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.